Vitu vizuri havihitaji muda mrefu ili vitokee, na watu wanaoamini kwamba ili vitu vizuri vitokee vinahitaji kuwa na muda mrefu sana, ndo hivyo vitu vinatokea hawa watu, mara nyingi umaskini utawaandama na maisha yatawaendea kombo. Uwe na miaka ishirini uwe na miaka arobaini uwe na miaka sitini haijarishi, ukuaji sio jambo la kibarojia. Ukuaji unatokea punde utakapoanza kujiuliza kwamba ni vitu gani ambavyo vinanifanya mimi niendelee kufeli kwenye hili jambo kila nikilifanya tena na tena na tena. Ni vitu gani hivi? Ukianza kujiuliza swali kama hili, hapo ndipo growth inapoanzia, ukuaji ndipo unapoanzia pale, unavyoanza ku question Why am I failing. Kuna ukweli ambao una sponsor matokeo yoyote yanayotokea. Kuna ukweli ambao unafanya vitu vitokee na mambo yaende. So ukijikuta kwenye mazingira fulani ambayo huwezi kupata matokeo hata ufanyeje, hata uhangaikeje, urudie rudie mara ngapi, unafeli. So jambo la kwanza sio kuanza tena kuchukua action, kupambana. No, jambo la kwanza ni kuanza kujiuliza je yeah. Huu ukweli ninaoamini kwamba hii ndo sahihi sahihi, hii ninayoamini kwamba hii ndo njia sahihi ya kufanya jambo, hii ndo njia sahihi ya kuamini, hii ndo njia sahihi ya kupata matokeo, je, yeah, hii sahihi ni sahihi kweli? Kwa lugha nyepesi, unaweza kusema hii kweli ni kweli? Kwa sababu ni hii, ukiifahamu kweli, matokeo yake ni kwamba kweli lazima ikuweke huru. Kweli kweli, hakikisha hiyo kweli unayoiamini kama ni kweli kweli.